Msemo maarufu kwamba haki hupewi mkononi, lazima uitafute. Lakini katika kutafuta haki kuna ujuzi. Wananchi wetu wengi hawana ujuzi wa kutafuta haki zao, kwao tuwasaidie kutafuta au kupata haki zao. Hii changamoto imeanza toka tarehe 29 mwezi wa wanane elfu mbili ishirini na nne. Tulianzia kwa mwenyekiti tukatoka kwa mwenyekiti tukaenda baraza tukarudi baraza tukarudi tena kwa mwenyekiti, lakini nilishindwa kupata msaada kwao. Nilivyosikia huo ujio wenu, ndio maana niliona niamke, nilikuja pale toka saa moja. Kwao mi nashukuru kwa kuweza kutusikiliza na kuitatua hiyo changamoto. Kwao mi nawashukuru sana, kwanza namshukuru Mungu kwa kampeni hii, namshukuru mama Samia Hasan Suluhu kuja kwenye matatizo kama haya. Matatizo haya ni makubwa na sio ya mchezo katika sehemu za ardhi za watu. Ni jambo lilikuwa linaniumiza kichwa. Yaani, kwa leo naomba niseme nina amani, nitalala usingizi mzuri, familia yangu ina amani. Yaani jambo limeenda vizuri, na washukuru wanasheria waliokuja, waliotumwa na mama. Yaani wanafanya kazi sio kwa kutumwa, bali ni kwa moyo.